M a kidogo, baba mchungaji utasimama na glasi yako. Mr. Anthony utasimama na glasi yako pia na Ma Georgina yeah. Mtanyanyua glasi zenu juu Anthony utanyanyua glasi yako juu na baba mchungaji juu, usawa wa juu ya yeah, usawa wa uso wenu. Ma Georgina utanyanyua glasi kidogo kidogo yeah. E, na tafuta ishara ya msalaba hapo, tutamwambia Mungu asante kwa sababu ya siku njema ya leo. Imekupendeza Ma Georgina aupate umri kama uwe. Asante baba kwa sababu ni neema yako na upendo wako. Wapo wengi waliotamani kufikia umri kama Ma Georgina na lakini hawakubahatika. Sio kwamba wametenda mabaya sana, wala hawana sifa za kupata umri huo, ila ni kwa neema yako. Imekupendeza Ma Georgina na upate umri huo, tuseme amina. Amina mchungaji, kidogo kidogo. Baada ya hapo, mtagonga cheers ya mnagusa hapo, unakunywa tena <laughs>

onwaheri tu ni zawadi pia. Ah, nafikiri nitaanza na wanatibiwa yeye. Wanatibiwa yeye, karibu kwa zawadi yenu, tunawakilisha wanatibiwa yeye wote, makundi yote mkoa wa Kagera. Baada ya hapo, wageni waalikwa mtapata, asante sana. Kuna mambo natueshapu kidogo, tuko nje ya muda tuko nje ya muda kidogo, tunaomba tuoshak kidogo. DJ kusa chombo wapo, msikie kwa mduma

Watoto wake na Ma Georgina wamemtumia zawadi, lakini zawadi hiyo ni ngumu kuibeba kuileta hapa ukumbini. Baadhi ya watu watanyanyuka na Ma Georgina, mtaingia ndani, atakabidhiwa zawadi yake aliyotumiwa na watoto wake, alafu baada ya hapo, baada ya kupokea, utarudi ukumbini, na tunaomba unyanyuke na watu baadhi, tuingie ndani, ukabidhiwe zawadi yako kutoka kwa watoto wako walioko Dar es Salaam na walioko nje ya nchi. kumtakia mama yetu huyu. Mama amezaliwa tarehe 30 mwezi wa kwanza, lakini kutokana na sababu mbalimbali hatukuweza mbali, kuifanya siku hiyo hiyo. Tukaomba kwamba tufanye leo ili tuweze kusafirisha baadhi ya vifaa kama mnavyoviona. Eh, e, iki kitanda mnachokiona hapa ni kitanda kinachotumia umeme ni kitanda yetu, mmoja hapo waweze kutuwashia, nafikiri angalau tupate tukio la kwa nini kitanda hiki kinatumia umeme na kinasaidia nini na kwa nini tumekileta kwa mama huyu, kulingana na umri wa huyu mama sawa. Kisha chomeka kwenye umeme, hii kinaingia huku, kitakuwa kinawaka hiki. Hapa kina remote yake hii ya, hii remote yake kama mnavyoona, nafikiri e, kamera unaweza ukakiona kwenye mgongo kuna sehemu ya kukishusha, yaani huyu akiwa amelala anaweza kuswitch hapa, hiki kitanda kikashuka kikafika usawa ambao anaweza kuweka miguu. Lakini je, hiki kitanda kimezingatia kwamba, kama mnavyoona leo umeme haupo, na kwa sababu tuko watu wengi, kuna huu mkono wake huu unaingizwa na hiyo mnaweza mkaona kinavyoshuka. Kinavyoshuka. Si mnaona kinavyoshuka, si mnaona mm. E, sasa tumeahirisha kwamba hiyo ni ya mkono wa kawaida huo, kama umeme hapo, kama sasa hivi. Lakini umeme ungekuwepo maana yake tungekuwa tunatumia hii, anaswichi anashuka, anaswichi anapandisha. mm. Sawa jamani mm -hmm. Baada ya tukio hilo hiki kitanda kina godoro yake. Godoro mnaliona nafikiri hapa nina- ninaweza kuwa waonyesha jinsi gani kama mama anataka kusafiri au kutoka kwenye sehemu kwa sehemu fulani, ataanza kuhangaika ile kufunga. Kama atachukua godoro lake, kama unavyoiona kitana chenyeo ni hiki hapa, atachukua godoro lake, atawepo ukilikunja hivi aliwezi kukunjika, mpaka lazima ulikunje kutokana na walivyofanyaje walivyotengeneza. Kwa hiyo hii zawadi pamoja na wajukuu zako wanasema mama, bibi yetu tunaomba uanze kuyavuna matunda ya malezi yako ulivyotulea. Kwa hiyo wanashukuru sana jinsi ulivyo wake, ila mwanaume Saidi ndio huyo kakuacha sasa inafunguliwa yeah, kutokana na, na muda wetu kila kitu hiki kina- kinafunguliwa. Eh eh, sasa nafikiri umeuliza swali zuri. Hiki kitanda, huyu mama mmemwona kabisa, ametimiza umri wa miaka 80 kitanda kama hicho, wakati mwingine anawaza jinsi gani atakavyoshuka sawa. Sasa ndio maana umetengeneza hiki, anaweza akashusha mpaka hapo, ikawa rahisi ili akae katika sehemu iliyo. kwa sababu hiki kinapanda huku na kinapanda huku, ndio maana sawa, unaziona hizi, hiki kina balance mgongo, sawa jamani. kwa hiyo hiki kitanda kimechukuliwa kwa makusudi kutokana na umri wa mama yetu. Naomba kuwasilisha

Mchungaji, tunaomba ukabidhi zawadi pamoja na mama mchungaji, na muda huo moja kwa moja unaenda kutuwaelishia sherehe yetu ya leo. Mchungaji anatoa zawadi yake pale, anamwambia mama anakutakia kila la heri katika maisha yako, na mama mchungaji vile vile anatoa zawadi yake. Asante sana baba mchungaji. Amina. Basi wakati baada ya kumaliza tendo hili, basi ni waombe wote tusimame kwa pamoja hapa, ambaye yuko mbali asimame. Tunaenda kuwailisha, wanasema kufunga, lakini niseme tuwailishe, maana wengine tutakuwa bado tuko mahali hapa kwa ajili ya kumpongeza mama yetu Ma Georgina Kokutenda kaiza kwa ajili ya kukirimiwa umri huu ambao kwao bado unaendelea. Haleluya! Basi tufumbe macho yetu, afu chukua mkono wako, weka kifuani, maana tutaiombea yeye. Haleluya, fumba macho yako. Asante Mungu wetu na Baba yetu, tunakushukuru maana umekuwa mwaminifu tangu tulipokuwa mahali hapa tumeonako kwa ajili ya pendo lako uliotukirimia pamoja na mama yetu Georgina Kokutenda Kaiza. Sifa, heshima na utukufu vyote ni vyako, pendo yako makuu unayatenda juu yao. Mungu wetu na baba yetu, wewe umesema maisha ni wito na utume. Kila mmoja aliyeko mahali hapa umemtuma akuwakilishe hapa duniani, ayatende mapenzi yako uliyoweka ndani yake ninaamini kabisa watoto wako na wana wako kila itwayo leo wanatenda matendo yako, ni watumishi wako, ni watoto wako. Kila mmoja mmoja na kazi yake, ni mtumishi wako. Nakuomba Baba ukawabariki, kipekee ukabariki TD wa yeye. kila mmoja mmoja na sehemu yake, akatimize wajibu wake, Bwana uliyomwitia katika TD wa yeye. Zaidi ya yote Bwana ukawape hekima maarifa na ujuzi za mapenzi yako mfalme amani, Mungu mwenye nguvu na mamlaka. Ninamuombea mtendaji mkuu wa TDIA mkoa wa Kagera, Baba akasimame kwa zamu yake, ndani yake na wito wako. Zaidi ya yote Baba, juu ya familia hii ukawabariki, kama unavyowabariki siku zote. Mungu wetu na baba yetu, kapata mashambulizi lakini Mungu umlinda aingiapo, umlinda atokapo sawa sawa na neno lako la Zaburi 121 ule mstari wa sita ye Bwana wakamzingile kwa kala moto na uweza na nguvu itokayo kwako katika, ili Mungu hatuna hofu na mashaka. Tazama, wapo watoto wako wanapoenda kuondoka mahali hapa, wengine wanatumia vyombo vya moto. Baba, walinde na vyombo hivi ambavyo vimetengenezwa kwa mikono ya wanadamu, na zaidi ya yote Baba uwalinde na yule mwovu kwa uweza wako na nguvu zako, Ninafunga roho zote za ajali barangu, mtumishi wako na mjoli wako nimeomba, lakini wewe naye silini kwa msaada wa Roho Mtakatifu, ukatukirimie neema yako itokayo kwako, ukatutoe utukufu ukwenda utukufu kwa wema wako, siku na mwisho. Ninaomba hayo Baba, ikatika uweza na nguvu itokayo kwako katika jina la Yesu Kristo Wanazareti wote tuitikie, amina. Amina na Bwana wabariki sana esai sisa safi siosaikiinimakazi yeah. navamwinamakan jamani! <laughs> sisi tumefunga sherehe rasmi au tumeilisha rasmi. Mnaohitaji kuendelea kuepo luksa, mnaohitaji kutumia vitu vyenu luksa, mnaohitaji kushika vyombo vya moto ruksa, ila mimi nataka niwaone ni majirani majiraniikaandaabaaiazndaaa <laughs>

Tidiwaye, ye. Tidikaya, papa mbona tunavuka, eh, mbona wengine mna kama mnanyongo hamjui mota yenu. Tidiwaye, simameni. Si <laughs> amwamshe mikono sasa mmeingia kwenye nyumba ya polisi. Tidiwaye, asanteni sana. E, na- mtanisamehe, manake wote wengine ni wajukuu, wengine ni watoto wangu, wengine ni wako, wengine nini na nini na <coughs> nini <coughs> mimi nachukua nafasi hii kwanza kumshukuru Mungu sana sana, manake Mungu, mimi ni mchungaji wangu, sipungukiwi na kitu. Lakini kabla sijaanza kuzungumza lolote, naomba msimame nyote. Mariusi naiongeza Kaiza, ambaye tuko kwenye makao yake hapa. Mungu alimpenda zaidi tarehe ishirini na moja mwezi wa kwanza elfu mbili na, na, na saba. Kwa hiyo naomba tusimame tumkumbuke mzee wetu kwa dakika tatu, sio moja Asanteni sana. Unaweza mkaka, nachukua nafasi hii kumshukuru Mungu sana. Wengi waga wataki kusema, wengi waga wataki kusema watoto nafikiri na baba mmoja elfu mbili na ishirini na mbili.